Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji mpendelevu wa channel to hii ya Upanga wa Radi Online TV, vile vile na kwenye n miski ya roho tunavuma kwa kasi. Mimi mpasha habari wako mwenyewe wa ananifahamu kwa jina la Ishaq Toaha almaarufu Upanga wa Radi, na leo niko katika uwanja wa hospitali kuu ya taifa katika jimbo la Kivu Kusini ambayo ipo katika mji wa Bukavu. Ni nini kinajiri hapa katika siku hii ya leo? Ni habari ambayo imetokia tarehe tatu mwezi wa 12 mwaka 2025, habari ambayo inasisimua moyo wako na kukupa huzuni tena yenye kupa imani. Hapa nazungumzia tukio ambalo limemkuta imamu wetu Sheikh Hamza kutoka katika maeneo ya msikiti wa Lubona, ambaye taharuki inaonyesha kwamba alipigwa risasi vilevile na kufuatishwa na mapanga juu yake, ili kwamba kuweza kuimaliza maisha yake. Lakini tukumbuke kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wamakana linafsin antamuta illa bi idnillah kitaba muajalan, haiwezi kafa nafsi yoyote isipokuwa kwa amri yake Mwenyezi Mungu, kutokana na muda na wakati na ajali ambayo Mwenyezi Mungu amepangia binadamu. Anaweza akapangilia kumalizia maisha, lakini kile ambacho anachotumia kama si mpango ambao Mungu ameutarajia, basi ilo kwamba hatufanikiwa katika kile alichokusudia kwako. Kwa hiyo nataka niingie ndani, ili nikuonyesha mazungumzo mwanzo mpaka mwisho na umfahamu shekhe yule ambaye amepigwa risasi na mapanga juu yake, lakini bado yupo mzima. Usipoamini ya Musa utastaajabu ya Firauni. Kwa hiyo tuingie ndani, ili upate kuona kile ambacho kimetokea kwake. wabarakatuh. Pole kwanza na mtihani. Alhamdulillah tayari kabisa nimeshapo. Naam, tunasikia kwamba umepata matatizo na tatizo lako linashangaza umma kusikia kwamba ni binadamu ambaye amepigwa risasi maeneo ambayo si ya kufanya mtu kuishi, lakini bado tunakuona upo hai, tuambie kulikoni? Alhamdulillah, upita mtihani ilikuwa, e ni siku ya tatu kama juzi. Yani tayari wiki moja na siku 4 hizi. Ilikuwa ni hata nilikuwa nyumbani tu nataka kulala mida ya masaa mawili za usiku, akaja, akaja mtu anaingia ndani, kuingia ndani, Subhanallah alikuwa na bunduki akachilia risasi ingine kwenye tumbo. Nikasogea nikachukua bunduki hiyo kwa nikamshinda haraka, haraka. Kusudi ni, ni mkazi kukaza bunduki nguvu, alhamdulillah, nikamtupa chini bunduki yake. Nikachukua safe ile nikate mimi mwenyewe kuchukua safe akachukua charger akaichomoa kuichomoa same time nikakimbia kwenye chumba kingine kia nyuma, alafu wengine waine wakaingia ndani ya chumba changu, akakuta mke wangu ambaye tuko naye hapa, wakapenda waleta pesa. Ulikuwa unapokea vitu, wewe unatumika na MONUSCO unatumika na Waislamu Sheikha, mjini Bukavu, nyumba yako ni nzuri ya kifahari, tupatie pesa, akasema pesa ziko nyumbani ndogo, wakakabidhi pesa. Walipopata hizo pesa zote, wakakuja tena mara ya pili ili wanipige waniue Walikuja nilipotoka ndani kwa nikajificha, wakaja na mipanga, bunduki kuingia kwenye kichwa changu hapa, kuingia kwenye kichwa, kweli, likapita juu sana. Kuingia kwenye kichwa. So, nilikuwa ni mrefu, yule alikuwa ni kama ni fupi kuliko mimi, alhamdulillah. Kutoka kukimbia nje, wakanipiga mpanga upande wa pili, kutoka nje, wakanipiga risasi ya kwanza, risasi ya pili kwenye mguu, ndio nikaanza anguka, nikaanza kulalamika, same time sikulia sana nikawa naweka subra kwenye moyo wangu kunyamaza, ili wasijue kuwa mimi, mimi niko hai. Wakanigusa kwenye moyo, akasema huyu ameshafariki tayari, y amesha fariki tayari fariki. Mwingine anagusa kwenye kichwa, alipogusa kwenye macho langu kaangalia, nikawa tu kama mimi nimekufa kabisa. Nika as nikawa tu na five hiv so, nimesoma system za sakratul maut zote nimezisoma, alhamdulillah. Sasa ikawa wanatoka kuingia pembeni kwa jirali yangu ambaye iko na duka kubwa, wakaanza kupiga milango kubomoa makufuli kubomoa vitu vingi madirisha, lakini hawakufanikiwa kuingia, na kufuli na bomoka na dirisha, walishuka chini ya santre, wakaiba vingine vitu, mwingine kijana anaitwa Rushenge ambaye ni wa huko kwetu Lubona. E, walipomaliza hivyo watu walilalamika kweli, watu walubona wote walilamuka, zaidi ya watu miatatu kulamuka na majiwe mingi, ndio wale watu majambazi wakaanza kushuka, wakaanza kimbia kisi, wanashuka sehemu ya nyumba yangu chini, wanashuka wanashuka wanashuka, nikahesabu kumi na tatu kumi na tatu likuaashuka naenda waka kumi na nne Waliposhuka hivyo kule kule walimbao walishuka walifama majanga walikuwa mtu walipiga watu risasi kwa mkartie zingine ambao ikuvuka mtoni kuingia katika kijiji kingine. Alhamdulillah, mpaka hivi niko eh, watu walikuja kunichukua pale. Mdogo wangu alikuja kuangalia na angalia, akasema imamu amekufa, kulalamika sana. Nikamwambia wende uite watu majirani, waje waseme, wanishushe kwenye kituo cha afya. Majirani walikuja wengi kuninyanyua alikuja kwa mara ya pili kwa ajili ya kuangalia kulalamika, lakini nikakuwa kama vile nimekufa tu, nikakuwa kama nimekufa. Wakanishusha kuweka kwenye kituo cha afya. Kuna mganga mmoja Michele anatumika kwa kwa mwana malambo ambaye ni mtoto wake, ndio aliweka, yani kutunza kwa mara ya kwanza. Wakanifunga alafu mwenye pigipigi wawili wakaja kufika kwenye pigipigi, wakachukua mablangeti, wakanifunga mguu, wakakokota juu mguu ule kumi umekatika wote. Fika hospitalini nikalia, nikamwambia wale wale waganga Halafu, ilikuwa ni hospitali za, za wa Mansere wa wakasema, huyu kijana mbona napanaka dam anapanaka damu hapa, kwa gharama yoyote hata ninunulishe chochote katika eneo la walungu la msikiti afadhali ni pole na kamati ya, ya Bukavu ifanya harakati ama hususi, baraza la wazee na waislamu wote kujitolea kwa ajili ya Allah, na alhamdulillah, mpaka hivi wakan transfere kwa hospitali ya mji wa Bukavu, nilifaga gharama ya kulipa pesa dola mia mbili na hamsini na sita, najua nikafikia mpaka hapa alhamdulillah, kupitia ambulance na hizo dawa tulitumikishazo usiku. Waliongezea damu watu wanne na watano, najua walikuwa damu kwenye gari mpaka hivi ndiko hospitali mjini Bukavu. Na, na hilo tukio nasema ilitokea mida ya saa ngapi? Ilikuwa mida ya saa mbili za usiku dakika kumi na tatu uh. Na baada ya hapo e, nini ambacho familia yako ambayo ilichukua kama dhamana, baada natukio, natukio. Dhamana, ya linatokea familia ilichukua dhamana ya kwanza, unajua mimi mwenyewe niko kule kwa majukumu ya kazi, familia mahususi yote iko hapa mjini Bukavu yeah. Majirani, jamaa wengine wa familia walikuwa wako pale. Kuna kijana mmoja ambaye alijitolea kwenye familia yao, wakaleta nyumbani, lakini hawakumuua. Wakasema bado wananihitaji mimi, ili nikifariki wafanye mambo yao pale, wakifikiria niko na bunduki ndani niko na pesa nyingi za wale, sababu natumika na viongozi wa Monusco. Ndio ilikuwa ni mtihani kwangu. Ah, pole sana shekhi wetu, na Allah azidi kupatia maisha marefu, kuona mpaka hapo unapumua. Lakini kuna watu ambao umewataja kwamba walikuwa ni msaada kwako, kukushughulikia mpaka kuleta hospitalini. Ah, watu nawaambia nini? watu ambao walishughulikia sana ni majirani mahususi namba 1 wengine walikuwa ni waganga weko kwenye hospitali vitu vya, vya afya vidogo kia afya kikubwa kia mumbano, mpaka kupita kishuki, kitu kiafya hapa mjini Bukavu na kuna wengine ambao niko ndani ya hospitali tu niona namba yangu ya simu anaweka kwenye kundi letu la tangazi bwa lubona wala nitumia pesa ule wanatumia pesa dola hata mbili tatu ine dola kumi dola ya hamsini na kuna baadhi ambao walituma dola mia moja. Yani, wote nawashukuru sana katika kijiji chetu kia Lubona. Mjewa kabisa. Na, na hapa mjini Bukavu viongozi wa Kiislamu ambao watakuwa labda walipata taharuki. Na wengine hawajapata taharuki. Na nawaambia nini? Mjini Bukavu viongozi ambao walipata taharuki nimeshaona baadhi ya viongozi eh, wawili sasa kuna wengine wanataraji kufika leo Jumapili Baraza la wazee limeahidi kufika leo Jumapili, na kuna viongozi wengine kama vile huko Garale e, mleze naye amesema kama atafika leo. Mbona wengine wako wanasema wanajipanga kuja. Naam, inshallah. Nadhani mtazamaji wangu, tunaye shekhi wetu ambaye hapa unamwangalia amepitia majanga makubwa, lakini wacha nimuulize maswali mawili ni achani naye. Kutokana na hizi kovu mbili, nazinaona moja kwenye mguu na moja kwenye kichwa, nilikuwa nataka utuambie ni ya mguu ni ndoa ambao umepigwa panga, na kwenye kichwa ndio ya risasi, ama ni aje? Kwenye kichwa ilikuwa risasi, lakini ikapita juu. Ilikuwa ni moto, nimesikia, ilitoka kabisa kwenye bunduki ya pili ikawa ni panga hasa kwenye mguu. Ndio ilikuwa ni masasi mawili, yani waliniachatilia masasi manne alhamdulillah, mawili ndio ikapiga kwenye mwili mguu, lakini moja kwenye kichwa ilikuwa linapasua sehemu ya ngozi juu. Sasa nilikuwa nimenyolewa eh hasa e, yeah. Lingine la muhimu sana ambalo nimelisahau ni kusema tu group la Ndanga Zibalu Bona ambao wali jiko santre kunitumia pesa basi, namba yangu ya simu itakuwa iko pale pale, ile 0790609 09 09, atakepata video hii, sababu leo ya ya ni siku ya mwisho kuweka michango. Kesho itakuwa ni majukumu mengine ndani ya kikundi chetu cha kijiji, njo hivyo. E. Na mashallah, nadhani mtazamaji wetu umesikia namba ya shekhe wetu ambaye alipitia majanga makubwa. Ni juu yako kuweza kumunga mkono katika hili ambalo limepitia kwake yametokea leo, pengine na huko kesho yatakuepo, lakini inatufundisha kwamba tuishi kwa tahadhari katika nchi yetu hii, na tujepushe sana na wajambazi. Na ikiwa labda inaweza kukutokea basi, jua kwamba watu wa karibu ni wale majirani wako, ndugu zako, ambao watakupambana kwa ajili ya kuweza kufikisha maeneo ya hospitali. Ndio maana ufanya wema kwa ajili ya kuwekeza akiba. Wema ni akiba, unapokuwa unamsaidia mtu kesho, na wewe atakukuta anaweza kukusaidia. Na mshekhe wangu, neno lako la mwisho unatuambiaje? Basi, naam neno langu la mwisho nasema kushukuru tu wale ndugu zangu wa kijiji cha Lubona na wale ambao wote walijitolea. Shukurani ya kwanza ilikuwa ni alhamdulillah kusema namshukuru Mungu kwa kiarabu sa, na wengine wote waliojitolea. Kuna mtu ambaye alijitolea kutusha hata dola mia moja kusema nijisaidie nazo juu ya matibabu eh, kwa yani ikachukua kwenye matibabu ambayo niliwahi kupata mwanzo Mwingine mwingine akasema wachukue mchango kwa sababu ya ambulance. Yani ni kuwashukuru wote kabisa, yeah. Sitataja jina la mtu lakini bila kusahau kiongozi wa grupi letu la grupema e, alobona aliwasili mu hospitalini jana, alifika hapa na akawa kabisa anasaidia. Pia nilipofika eneo la Mushweshwe ilikuwa ni mtihani, mtu alisasi haweza kupita, lakini kufuatana na communaute walimpigia administrateur mweko mmteritwari 2 akasema ule ulemkani wa dini muache apite, na alhamdulillah nikasema naye kama angekuwa ni mtu mbaya zaidi ange basi angezuia yeah. lakini yote Mwenyezi Mungu alipe kila yule ambaye changa na yule ambaye ana roho mzuri kwangu, na washukuru sana ndugu zangu wa kijiji ka lubona yeah. na hasa maususi mashekhe wote Mwenyezi Mungu mwenyezimungu ya kuwa kul nafsi za ikatul maut mateso na waganga wanasema wenyewe watapiganisha kwa hali yoyote ili Mwenyezi Mungu alete nusra. Nashukuru sana desireoniliokuu enelubwanatanganzibwa mzindaabagishi

mulame muhime mukahimanga siboshi bomushimbira bashomanyi. Naam, ndugu yangu mtazamaji, kama nilivyo kuhabaria matokeo mwanzo mpaka mwisho, na hivi nimefika kwenye ukomo wa kipindi chetu cha siku hii ya leo, kama livyosikia matokeo ambayo amemkuta shekh wetu, labda tu ni kuombe kuweza kushare na kusubscribe YouTube channel yetu hii ya Upanga Wa Radi Online TV pamoja na Daktari Viwani, ili kuweza kuhakikisha ujumbe huu unafika kwa walioko mbali ambao wanaweza kustajabia kuona tokeo hili limemtokea mtu wa kawaida, mtu binadamu. Na yote haya ni kwa makadara yake Mwenyezi Mungu ambaye amejalia Sheikh kutokana na maelezo tunayoyafuata mwanzo mpaka mwisho. Tunaona kwamba ni miujiza yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kaa na matumaini kumtegemea Mwenyezi Mungu, utapitia majanga makubwa na Mungu atakufanya kufaulu katika maisha yako. Usione anayekuhusudu kwamba nakumalizia maisha lakini, kuna kunakitu ambacho Mungu anakuandaa kwacho. Kwa hiyo bonyeza subscribe, bonyeza like yako weka comment yako kwa ajili ya kuombea ndugu yetu dua. Vile vilevile tipe moyo kuambia Mungu kwamba yuko pamoja na wewe, sema inna Allaha, maana Mwenyezi Mungu pamoja nasi, maana atakukinga, atakulinda na atakuhifadhi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.